Dereva wa gari la moshi na mwenzake wa trela wanaendelea kuuguza majeraha mabaya katika hospitali moja mjini Bungoma baada ya magari yao kugongana ana kwa ana katika ajali iliyotokea eneo la Pamus kwenye barabara kuu ya Bungoma kuelekea Mumias. Walioshuhudia wanasema ajali hiyo ilitokea baada ya dereva wa trela kupuuza kingora cha gari la moshi hatua iliyochangia kutokea kwa mkasa huo. Madereva hao wanaendelea kupokea matibabu hospitalini. Ilikuwa mwendo wa saa kumi na mbili asubuhi, sisi tukiamuka tunakujana kazi Bungoma, na ilikuwa mwendo wa saa moja na nusu na hii kitendo yenye mfanyika hapa Pamus. Aa, kuna trela ilikuwa inatoka Kandui kati alifika hapa iya kusimama alipita tu, ndio hii mkasa ikatendeka mahali hapa. Dereva mwenye ameumia sana ni dereva wa lori, ndiye hali ako hali ya maotuti ako hospitali, huyo tu ndiye ameumia. Lakini wendakazi wetu hawa watu wamebeba beba chuvi, ndio ilikuwa imebebwa na lazima watu wabebe Wakazi wa eneo hilo wamewataka madereva kwa makini na kutii sheria za barabarani ili kuepuka matukio ya aina hiyo. Train ilikuwa imetoka huko kwa mwendo wa kasi sana, akaud piga ani kali sana, lakini huyu jamaa trailer naye akaashum, huyu jamaa ko mbali wakati aliashum, ikabidi tu huyu wa train hakuna vyenye atashika emergency, na ilikuwa amebeba uzito na huyu trailer pia amebeba uzito So najaribu kuambia madraiva wenzetu, angalia barabara, spidi yenye unakimbia nayo na, na uzito wenye umebeba, usikimbie juu uliona mwingine pia alikuwa anakimbia hiyo spidi, jaribu ku avoid akcidenti. Saini Desemba. Aidha wamewahimiza madereva kuhakikisha magari yao yana vifaa vinavyodhibiti mwendo kasi pamoja na kufuata kikamilifu sheria za trafiki ili kuimarisha usalama barabarani. Trela kondeina eh, inapika hon ina huti on, so ikabidi yalikuwa amekuja kwa mkazo kabisa kabisa na ah, karimoshi pia alikuwa amekuja kwa mkazo na ikatokea kwamba kupika emergency ikashindikana, wa trailer pia ikashindikana hivi vile vile, ndivyo ilivyokongana. Speed ambayo tunakimbia nayo kwa barabara kama watu wa trailer sio mzuri, sio hapa town peke yake, highway from Mombasa to Malaba. Watu wa trailer mnaendesha vibaya sana trailer, na amjali maisha ya wanadamu wenzenu, na mjali pia maisha yenu. Wananchi wameshauri serikali kuimarisha uwekezaji katika usalama wa miundombinu ya barabara na reli ikiwemo kuongeza alama za tahadhari na vifaa vya onyo ili kupunguza ajali kama hizo. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao. Jina langu ni Florence Simio.